Karibu tena tunaendelea na majadiliano na aliyekuwa baharia katika ufalme wa Shetani, Hret, ambaye kwa sasa anaitwa Sara. Sara, leo tutapenda kuongelea kuhusu habari ya Adam na Hawa, maana unazijua, kunajua jambo gani lilofanyika, kwamba wanadamu wakadanganywa kwamba amepatikana Tanzania na kumbe Adamu bado hajapatikana. Bwanasu, kwanza adamu wa kwanza hmm. Alikuwa aishi Tanzania hmm. Alikuwa yuko ncha ya Tanzania, lakini kwa sababu alikuja akafanya maovu ndio alitupiwa Tanzania hmm. Kwa sababu ya yale maovu yake, na sababu iliyomfanya akatupiwa Tanzania kwa sababu Tanzania kuna vitu vingi sana vatama. Na ndio maana Mungu akaamua atupe amtupe Tanzania mm -hmm. Alishaweka ahadi na mwanadamu kwamba vitu vyote atavitawala wewe na, yeye na vitakuwa chini yake. Kwa mm hiyo -hmm. Vitu vingi sana vilikuwa Tanzania, ndio maana Adamu wa kwanza akaekwa Tanzania, lakini hata hivyo anaposema kwamba wamempata Adamu wa kwanza hawajampata, kwa sababu hata kaburi lake halijulikani kua mm -hmm. Na hata Shetani alikuwa anatafuta sana lakini ameshindwa kuliona, maana kupitia yule mwanadamu wa kwanza anaweza akawateka wanadamu wote mm -hmm na ukiangalia vitu vingine ambavyo wanasema kwamba binadamu wa kwanza alikuwa mm -hmm. ni nyani. Hiyo hapana, ni watu tu wa duniani na ni wanasayansi wameamua kuongea hivyo, lakini binadamu wa kwanza alikuwa ni Adamu. Tukiangalia hata sasa hivi nyani wapo, mm -hmm. wanaendelea, wanakuwa, lakini hamna ha sehemu itakayotokea kwamba abadilike awe mwanadamu. Turudi hapo ah, hapo ah na kweli ukiangalia wanasema mwanadamu alikuwa na mkia, akabalika, akaenda steji, akawa hii hii. Yote ni uongo, napenda mjue, kwa sababu Mungu yeye si nyani. Mungu hajafanana na mnyama. Mungu yeye hana mkia. Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake. Aa, basi kama wangekuwa wanabadilika hawa nyani wa leo, mbona wabaliki kuwa mtu? Kwa hiyo huo ni uongo wa wanadamu kupitia wanasayansi ambao shetani ametuwatumia tu kudanganya wanadamu na huo ndio ukweli. Na aitaka ibadilike basi, iweje nyani hao wamezaliwa dunia nzima wasiwe wanadamu wana endelea eh? Na ndio maana hata mara nyingi wanasema kwamba, ukiangalia katika vitu vya historia wanasema wanampata wana mwanadamu wa kwanza. Hiyo ni hapana. Kwanza kabisa mwanadamu wa kwanza bado hajaonekana ndio kama ilivyosemekana Adam na Hawa hawajulikani hata walizikiwa wapi. Na hivi vitu vinabadilika kwa sababu kila mwaka inavyoendelea kwenda na inavyozidi kubadilika, watu ndio wanazidi kujibadilisha. Na mtu anayebadilisha hivi vitu ni mzuri kwa sababu yeye ameamua kufanya hivyo, na pia hata yeye mwenyewe anatumika na shetani ili shetani akamilishe mambo yake. Kwa hiyo ndio maana akaamua afanye hivyo, na wale wakiendelea kufanya hivyo wane jinsi wanavyoendelea kupotosha na pia shetani ndio anavyoendelea kufanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu asifiwe. Na hivi umeshajiuliza inaingia akilini? Labda wewe unasoma Biblia. Biblia inaweka mambo wazi kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake ambaye ni Adamu na Hawa, na mpaka sasa hivi hakuna makaburi yao. Ulipokuwa kuzimu, unasema kwamba shetani alijua Adamu ametupwa Tanzania. Unaweza elezea jinsi ulivyokuwa unajua ilikuwaje akatupwa Tanzania? Kwanza yeah. Ilikuwa hizi zilikuwa ni hii dunia yenyewe mm. Ilikuwa ni sehemu nyingine, ni kama tambarari mm -hmm. Na sehemu ambao walikuwa wakiishi wao, ndio kulikuwa kuna vitu vingi mm -hmm. Na kwamba baada ya wao kuasi na kudanganywa na shetani mm -hmm. walipotupiwa Tanzania na shetani mwenyewe alikuwa anajua mm -hmm. Kwa hiyo jinsi walivyotoka, sio walitoka kwa sababu walitoka tu, ni kwamba kuna mlango pia walipitia mm -hmm ndo wakashukia katika, katika bustani ya Eden ndo. mm -hmm. Wakapitia waka, waka wakaingia Tanzania na baada ya kuingia Tanzania ndo wakaendelea kuishi na wakaendelea ku, kuzaliana na watu wakaendelea kukua wengi. Ndio maana ukiangalia hata wana kuna vitu vingine wanasema kwamba wamepata fuvu la mtu wa kwanza, lile sio kwa sababu nchi hmm. hizi zilikuwa zinatawaliwa na wafalme na pia kulikuwa kuna vita. Kwa hiyo inawezekana watu wengi waliouliwa, hmm. labda ndo wamekuta mafuvu yao na sio kidogo, labda yako mengine mengi, wanasema kwamba ni binadamu wa kwanza, hiyo sio. Lakini tukirudi, kwa hiyo na nyinyi mlivyokuwa kuzimu, bado mlikuwa mnaendelea kutafuta kaburi la Adamu na Hawa, okay. Hamjalipata? Mgelipata mlikuwa mlitumia kufanya nini? Kwanza yule mwanadamu wa kwanza anajulikana kabisa na vitu ambavyo, baraka zote ni ana baraka zote mm -hmm. Kwao shetani akimpata yule mm -hmm. na ana uwezo pia wa kupata watu wengine mm -hmm. kupitia yule mwanadamu wa kwanza, kwa sababu baraka walizonazo hao na sisi ndo tunazo baraka eh. Sasa ambaye ndio baba yetu, si ndio wazazi wetu? uh, sasa uh, ni kwa namna gani kaburi lake wala mwili yake hamjaweza kuona, wakati shetani ana uwezo wa kuona vitu vingi, lile kwanza ina hmm. Na, ni Mungu mwenyewe ameamua kuficha, kwa sababu na yeye pia ana makusudi yake. Aha. Ah, na unaweza kuelezea ni kwa nini akatupwa Tanzania maana hata mimi Mungu aliponiita aliniambia kwamba Tanzania ndio Eden. Nimekuwa nikiwaambia watu Tanzania ndio Eden, lakini wanashangaa. Na nyinyi mlivyokuwa kuzimu, mlijua hili metini? Mm, sababu ya kusema hivyo ni kwamba hata mm, vitu vingi pia viko Tanzania, kama mm, vitu vyote vilivyokuwa Eden, kiangalia na bado vingine havijajulikana mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo napenda mweleo watu wote wa dunia nzima kwamba Tanzania ndiyo nyumbani kila mtu asili yake ametoka ya Tanzania. Anayekataa akatae, lakini yapo siku ambayo Mungu naye ataamua kujidhihirisha kwa namna nyingine, lakini neno la Mungu ndivyo lilivyo na ndivyo itakavyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana naiombea Tanzania itakayovamiwa. Hapa kuna, kuna kusudi la Mungu, na niliwaambia, mataifa mataifa yote yatakuja kuponea hapa, hapa ndio home, iwe ni mweupe iwe ni mweusi, hapa ni home. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana na nyie mkangae kulitafuta sana kaburi, hmm. lakini Mungu akipenda kusudi lake litakuwa. Kwa hiyo wana wanasayansi wanaosema kwamba haya mafuvu ni Adam nao si kweli kwa sababu Adam hajapatikana mpaka leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Uh, labda wanavyosema kama mwanadamu ambaye ameishi miaka mingi hapo sawa, lakini kusema kwamba alikuwa na mkia, alikuwa nini, akaanza kutembea kama ng'ombe, hiyo hapana. Mwanadamu ameumbwa kama anavyotembea Mungu. Bwana Yesu asifiwe, au mimi navyotembea. Ndio maana si tujazaliwa kama nyani tukabalike. Bwana Yesu asifiwe zaidi. Utaendelea kufuatilia katika YouTube na website ya www.prophethebron.org. Utaingia kwenye linki ya YouTube na blogu yako, mafundisho mengi atakufundisha ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kunijua kama nilivyokuwa driver guide, akaamua kwamba kunitumia kwa ajili ya kazi yake kwa utukufu wake. Tanzania kama ni Eden, na Yesu atarudi na miguu yake aliambia, itakanyagia Tanzania, kurudi kwake. Tanzania maana yake hapa ni home. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba kwengine kutakufa ah, pana makusudi yake. Mungu akubariki.